Kuelekea pale mkoani Mbeya, Ali Shaban Kamwe, kwanza nikupe habari njema. mm -hmm. Eh, tutacheza hatua inayofuatia na striker, anaitwa Ali, Silver Striker Malawi. Kutoka Malawi. mm -hmm. Malawi panafikika hapo. Huyo wanayanga alikuwa ame miss safari alwatan Boda. Malawi panafikika. Boda moja tu. Boda moja tu Malawi. <laughs> E. Nakuja Malawi. Nakuja Malawi. Nakuja Malawi. E. Na, nakumbuka Azizi andambwili alicheza Malawi. E. Malawi ni hapo. Yaani tunapita wakina Azizi afu tunaingia Malawi. Tunavuka mbie wana Yanga. Sasa tuanze maandalizi ya safari. Kila tawi kila mkoa Malawi panaendeka. Kile ambacho tulikifanya Rwanda mengi lakini tuwe watulivu, tuendelee kuilinda timu yetu tupate matokeo mazuri kwa mchezo huo. Ligi kibreak To break, tukiwa na momentum nzuri pale Mbeya siku, Mbeya siku ya kesho kwa majira ya saa kamili jioni tutaondoka hapa Dar es Salaam kuelekea Mbeya na tutakuwa na siku chache za kufanya mazoezi kabla ya kufikia siku ya mchezo. Mimi naamini tukiwa pamoja, tukifanya madalii vizuri Mbeya City, licha ya ugumu ambayo uko nayo tunaweza kupata matokeo mazuri inshallah. Rai yako kwa watu wa Mbeya, jiandae kuipokea timu ngoma ndio linachanganya inachanganyah Ngoma ndo nachanganya Twende Malawi. Twende Malawi. Twende Malawi. Twende Malawi. Twende Malawi. Twende Malawi. Hey! <laughs>